Ndio maana tukasema moja ya dawa ni kusimamia kuitangaza ibada ya hija na watu kuwaelekeza, namna rahisi, ikiwezekana kwa taufiki ya Allah wakahiji. Allah subhanahu wa taala anaagiza watu watangaze hija, kama aliposema. Baada audhu billahi minash shaitani rajim, Allah anasema, mwelekeo ulikuwa ni kwa Nabi Allah Ibrahim

Wa adhim fi lnasi bilhaji, watangazie watu ibada ya hija. Kwa hiyo hii ni amri, na nyinyi mnajua amri yaktadhi alwuju, matakwa ya amri, kama hakuna viashiria vya kuikwepesha amri isilenge kwenye wajibu, kama havipo inabaki kuwa ni wajibu, ndio neno hilo mashuhuri wataalamu wamekuwa wakisema alamru yaktadhi alwujub, amri inataka au inaelekeza uwajibu. Sasa sema, waadhim fi nnasi bilhaji, watangazie watu ibada ya hija. Ukishawatangazia, dhima na jukumu lako limeishia hapo. Taufiqi siku zote min Allahi aza wajalla. Ndio wakasema hapa yaatuka rijalan natija ya kutangaza hija yaatuka rijalan, watakujia watu ilhali wakitembea kwa miguu, kutokana na ukaribu kati yao na Maka. Wa ala kuli dhamirin, na wakiwa wamepanda kila aina ya mnyama, wanyama waliokonda kabisa, kutokana na masafa marefu watakaojaaliwa baadaye huko, wayakhluqu ma la ta'alamun ta kama ilivyo sasa, watapanda madege, watapanda magari, watapanda matreni, watapanda meli. La msingi wataitikia, yatina min kulli fajjin amiq, kutoka kila sehemu mbali kabisa. Huko watakujia wanachojia nini? Liyashhadu manafia lahu, ili washuhudie wahudhurie ibada ya Allah tabaraka wa taala, yenye manfaa makubwa kwao. Allah amethibitisha wazi wazi kwamba ibada ya hija pamoja na kwa dhahiri yake infaq, unatoa pesa unatumia, lakini uhalisia ni kwamba kuna manfaa mengi, na kama wanavyosema Allah azza wajalla hakutaka kuyafunga yale manfaa: ni ya aina gani ili akili zisambae zijue kwamba yako aina nyingi. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anataja kwa kusema, ala innaha manafi'u dunya wal akhira, ya kwamba manufaa yenyewe ni ya dunia na ya akhira, wanafaidika watu kote kote, na ndio maana ziko aya nyingi zinaeleza, hawakatazwi watu kufanya biashara katika mazingira ya hija, la msingi isiwe lengo liliyomtoa mtu mtu akafanyi biashara. Lakini ikiwa lengo lake ni kutimiza agizo la Allah tabaraka wa taala na hiyo biashara ikawa ni mimbabi intihazi lfuras, kutumia fursa zilizopo. Allah hajakataza, walaisa alaikum junahun an tabtaghuu fadlan min rabbikum, hakuna la ubaya lakini uhalisia wa mambo tulionao kwamba watu wamenufaika sana na hii safari ya hija, lakini hii kutangaza hija tumeona ni jambo la lazima, na kila mtu kulingana na wasaa wake na nyenzo alizonazo. Sisi kwenye mifumo hii, maanake kuna mifumo mingine inakuwa ni majina ya, ya vitendea kazi, sio ndio fardhi yenyewe. Leo kwa dunia tulionayo Maadamu msikiti ni nyumba ya ibada, basi uwe na jina la kuutambua. Ndio hivyo tumetajwa Hizbullah, si ndio? Mm, ni jina tu, uwezi kumwambia ina maana hii nini? sasa si sasa na Chadema? Hapana, ni jina la msikiti, jina kutambua. Iko mingi, ni, ni utaratibu upo na wala hautusumbui huu. Utaitwa hivo, huu utaitwa kile. msikiti gani tuswali? utaambiwa unaitwa Thaif. Masjid Thaif ipo lakini alhamdulillahi, watu hawathubutu kusema masjidil haram kwa sababu wanajua hilo jina lina maana si ya kawaida. Vitu vingine haviigwi, ndio maana mafidhuli wote duniani hakuna anaojitwa anajiita Allah. Ndio maana jina la kipekee Mwenyezi Mungu alilonalo mpaka anauza, hal ta'lamu ta lahu samia. Umewahi kumjua nani? samia ni nani? huu mnaita somoe ukusini, Yaani, yule mnaifanana na jina, mimi Taha kaitokea Taha mwingine yu nasema, huyu samii yani wajina wangu. Sasa mshasikia mtu fedhuli kajiita Allah? Hakuna. Ndiyo maana wanasema hili jina kutokana na uzito wake hajathubutu mfedhuli kujiita, hata kama alikuwa jeuri kiasi, anaweza kusema tu mimi ndio mungu wenu, ana rabbukum, lakini atumie neno Allah kwa ujazo huu hathubutu. Tuache nukta hiyo ni kwamba Allah amethibitisha kwenye hija kuna kushuhudia na kuhudhuria ibada yenye manufaa makubwa kwetu. Tukubali, tunawakubali vivyo Mwenyezi Mungu kwa yao. Bwana akikwambia hii usile utaumwa kadha, unakataa kanaambia daktari fulani. Sasa leo tujaribu kufanya mazoezi ya kutengeneza imani zetu, tunapoambiwa na jalla waala tujue ndio hivyo na sio vingine, ashasema, eliyashhadu manafia lahum, washuhudia ibada yenye manufaa makubwa kwao. Tukiacha hapo huku, anakuja uonesha uwajibu katika maeneo mengine. Allah anasema, inna awala baitin wudha linnasi lladhi bibakkata mubaraka wa hudan lilalamin, nyumba ya kwanza iliyojengwa katika ulimwengu

unakuta ni hii nyumba ya Mwenyezimngu Makka Lmukarama. Saa akataja ndani yake mna kadha mahali takatufiki, anasema walillahi ala nasi hiju bait. Na Allah tabaraka taala ana jambo lake la wajibu kwa watu. Jambo gani hilo? hiju lbaiti, kuhiji katika nyumba hiyo aloitaja kuwa ni awala baitin. Nini maana ya kuhiji? hiji ni kukusudia wewe na mimi, safari mguu mosi, mguupili kutoka hapo ulipo mpaka ukafika makka almukarama. Pale ukifika makka almukarama, yako matendo maalumu yatatekelezwa katika maeneo maalumu na kwa staili maalumu na kwa wakati maalumu. Tutafanya hivyo lillahi azza wa jalla, kwa ajili ya kutafuta thawabu, kwa ajili ya kuitikia wito wa Allah ndiyo maana watu wanaenda. Ukifika kule utakuta hayo mambo ya kuizunguka Al-Kaaba inaitwa tawafu, ya kutembea jogging kati ya safa na marwa inaitwa sa'i, na mengine mengi ambayo yapo. Hiyo ndio inaitwa hija. Sasa hili jambo unaloliona kama utalii fulani, kama mazoezi fulani, litazame utakavyolitazama, lakini Allah amefaradhisha hili jambo lifanywe

siyo tu fardhi bali ni nguzo katika nguzo za Uislamu. Hadithi maarufu ya Ibn Umar inatuambia buni ya lislamu ala khams, Uislamu umejengwa kwenye maguzo matano. Sasa jambo la maana kwa mwislamu kujiuliza, Uislamu nini? Haya matano ni maguzo yake, ule uislamu wenyewe nini, ambao umejengwa juu ya hiyo hizo nguzo tano?

Tusishie katika kuimba, tunafanya mukhalafati nyingi ndani ya uislamu wetu. Tunasahau hii uislamu ni nini jamani. Huwa alkhudhuu ni mtu kuwa mnyenyekevu, si mkaidi, si mbishi. Alkhudhuu ni kunyenyekea, walinqiyadu na kufuata kikamilifu. Unanyenyekea na kufuata kitu gani? lima jaa bihi yale aliyokuja nayo yale aliyotumwa nayo nani? Muhammadi sallallahu alayhi wa alaihi wasalam. Waislamu wangapi ukiambia mtume asema hivi una kaidi, mbona babu hakufanya, mbona nani hakufanya? Si tumekubali jamaa, hii ni agreement kwamba uislamu ndio huu. Sasa huu ndio uislamu ambao, kwa muktadha wa uislamu huu, tunakuja kuambiwa uislamu umejengwa katika mambo makuu matano. Matano haya imetajwa shahada mbili, ikatajwa swala, ikatajwa zaka, ikatajwa pia na hija sau, ikatajwa na hija. Hasa mwislamu mwenye uwezo, ni marufuku juu yake, kuwa uwezo anao wa kutoa zaka, lakini akaamua kuwa hatoi, yeye atafunga, haruhusiwi. Uwezo anao wa kwenda hija akijipanga akitaka anaweza kujipanga akaenda hija, lakini kwa hiari yake akaamua kutofanya hivyo, yeye ya ameamua atakuwa anafunga. Huu sio Uislamu. wama kana limuminin wala mumina, haiwi hata kidogo kwa mumin wa kweli mwanamume, mumin wa kweli mwanamke. idha qada llahu wa rasuluhu amran. Allah tabaraka wa taala na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam, salam watapopitisha hukumu ya jambo fulani kwamba liwe hivi, muislamu wa kweli haiwi ayakuna lahumul khiyara, kuwa na khiari akawa mtu anajichagulia haya. Mambo yalikuwa ya Mayahudi na Manasara, wao walikuwa wanaamua kuchagua baadhi ya mambo na kuyafanyia kazi na wanakataa mengine. Lakini Allah amewalaumu na kuwasema vibaya, afatuminuna bibadi alkitabi wa takfuruna bibadi. Hivi nyinyi mnaamini baadhi ya maandiko ya Mwenyezi Mungu na kuyafanyia kazi namna ya kufuru mengine? Kosa istifhamu hapa imekuja kukanusha inkari, kwamba si sahihi, imani haitaki hivyo, kwamba unaamini baadhi ya yaliyokuja katika maandishi na unakataa mengine fama jazau man yafalu dhalika minkum illa khizyun, hakuna malipo kwa ataifanya hivyo kwa ana tabia ya kuchagua, ntaswali lakini kitu kadha sifanye, au nitafunga lakini swala si swali, ntaswali lakini hija siendi hali ya kuwa uwezo wanao. Hakuna malipo ya mtu mwenye dini ya namna hiyo, illa khizyun fi lhayati dunya, atapata khizaya, fedheha, udhalili katika maisha yakidunia ya watu aina hiyo. wa yauma alqiyamati, na siku ya qiyama yuradduna ila ashaddi ladhab. Aadhana llahu min dhalik. Kwa ndugu mm -hmm, zangu tujilee katika Uislamu wa kuwajibika, si ule Uislamu wa kujita, yaani wa kujisikia kwamba mimi ndio kadha. Hapana, ni kwa matendo, kwa sababu Uislamu ni alistislam, Uislamu ni alkhudhu Uislamu ni alinqiyadu. Sasa inqiyadi iko wapi? Sasa hapa tukirudi tena kwenye neno la msingi kwamba ukishajua kwamba ni hija ni wajib kwa mwislamu mwenye uwezo, kinachotulewesha sisi ni hili neno manistataa stataa ilaihi sabila, kwa anayeweza, njia maandalizi mipango ya kufikia huko

ni kumudu masorofu matumizi yako njiani kwenda na kurudi na kuachia familia yako vizuri. Hapa anayemiliki vitu hivyo, huyo tayari ameingia katika ulazima wa hija. Sasa hajataja tajiri, aya zote zote za hija hazimtaji tajiri. Kwa mfano mtume Mwenyezi Mungu aliposema ayuha nnasu, enyi watu, kwani hakusema. Kwa nini hakusema ayuhal aghniya zaka amesema hivyo zaka tu ukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, lakini hapa amesema ayuha nnasu, enyi watu. Hata neno imani yakulitaja ingawaje linahitajika, na ndio aya zote za hija na hadithi za hija utakuta hazitaki kabisa kutonesha jeraha ikakutajia habari ya imani, inatakiwa lakini kwa hapa imesajwa watu, angalia, waadhin fi fi nnasi

Muislamu ambaye anajijua Allah amemruzuku awe na mipango panga yako, somesha watoto wako, panga yako kuwa na sehemu ya kuwaelimisha watoto wako, panga yako, jenga makazi ya kujisitiri, lakini panga yako ukijua kwamba hii biidhnillahi itafikia siku ni kwa ajili ya hija. Mwislamu haifai kujitoa kabisa, kuona mimi hii si yangu mpaka ikifikia maha... kwa sababu ukijitoa hata Mwenyezi Mungu akikuruzuku kwa mkupuo pesa usioifikiria ukajikuta umpata pengine milioni 40, 50, 60, utafikiria tu kuna shamba moja ili litetekeza miaka mingi kule, ile shamba nikalifufue au na kikarina hichi kinatoa moshi mpaka kwenye kibini, ngoja nibadili. Wewe utafanya mengine tu makubwa, kwa sababu hii haiko katika mipango yako. Yale yote tunayoyaweza si kwa utajiri, ila yako katika akili zetu yamerasikh katika nyoyo zetu, tunayafikiria asubuhi na jioni. Ndio maana ukipata nguvu unazielekeza huko. Sataka ifike mahala mwislamu anapata nguvu zake, anaangalia hii tenda pale, hii tenda hapa, hii tenda hapa. Huenda siku ya siku Allah akatia taufiki, mtu akajikuta ameenda hija. Bali nafikia mahala, tunaona si yetu kabisa. Hata ukimuuliza mwislamu we bana, una umri gani? Ameenda miaka kama arobaini. Toka umepata akili yako ushawahi siku moja, pengine ukaamka usiku katika kutadhalali kwa Mwenyezi Mungu ukainua mikono, pengine saa tisa hiyo kadha, uliwahi angalau ukatumia dakika tatu nne tano kumwomba Allah subhanahu wataala akuwezeshe kwenda hija? Usiongope, sema kweli. Hiyo sijajali hata nyinyi waalimu, mtu anakujia Shekh, bwana, kesho kutwa kijana wako mtihani wa taifa bwana tunataka dua zako haji saombe Mungu bwana kijana mwema huyu amjue Allah wake, ajue wajibu wake. Yani, dunia imetuzoa kiasi kwamba tunasahau kabisa. Uislamu hautukatazi lakini unatukataza ithar, kwa dunia ndio kila kitu na akhera ni upuzi mtupu. Sasa hii matokeo yake ndio inafikia hata yale tunayoyaweza tunayabeza, hata yale ambayo yako ndani ya uwezo wetu tunaona ni ya wenzetu. Hilo ni jambo ambalo si sahihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa wale wenye uwezo ametaka wafanye haraka, amesema taajalu ila lhaji, harakisheni kwenda hija nyie ambayo mna uwezo. Kuna hikma gani? Fainna ahadakum la yadiri, hakika mmoja wenu hajui, madha yaridhu lahu, kinaweza kumtokea nini huko mbele, imma inaweza ikadorora afya Ima ule uwezo ukaharibika, ima Allah tuhifadhi, amani ikachafuka ukashindwa na ulikushapata uwezo. Ukiondoka kiamani katika hali hiyo unaondoka na deni, na itokee ihsani ya hao watoto wawe wana dini, wajue kwamba mirathi haigawiwi mpaka kwanza min baadhi wasiyati yusa biha au daini, vinginevyo watu watagawana gawana, watafanya yao na wewe utakwenda kula mchanga ukiwa una deni la hija hujalitekeleza. Ndugu zangu katika imani, hija mbali ya kuwa ni nguzo katika Uislamu, mbali ya kuwa kuna manufaa mengi ya kidunia, lakini kwa maelekezo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye yeye la yantiqu anil hawa, hatamke anayotamka kwa kukidhi tu shauku na hamu ya matamanio yake ya nafsi, in huwa illa wahyu yuha haiwi ayasemayo katika nyanja ya dawa ila huwa ni wahi aliyofunuliwa na Mwenyezi Mungu. Sasa miongoni mwa aliyosema, amesema alhaju lmabrur, hija inayotekelezwa kwa namna iliyo nzuri na sahihi, laisa lahu jazaun illa ljanna, haina malipo isipokuwa ni pepo. Lakini huyo huyo anasema alaihi salatu wassalam, man haja, na katika lafdhi nyingine man haja hadha albait, atakai hiji katika nyumba hii, falam yarfuth, hakutenda machafu, walam yafsuk, wala hakutenda uovu wowote, mwanzo mpaka mwisho, amejichunga amejidhibiti. Rajaa, na katika lafdhi nyingine, kharaja rajaa ka yaumi waladatuhu ummu, anarejea kama ile siku alipozaliwa mtu na mama yake hata si ambayo hatuna elimu iliyonyoka iliyozidi kiwango hivi, mtoto mchanga ana dhambi kiwango gani? Siku anazaliwa mtoto kwenye faili yake kumeandikwa dhambi kiasi gani? Hakuna. <coughs> Sasa mwalimu wa walimu anasema atarejea kama kazaliwa, manake safha faili kuna plain papers, zile hazijachorwa chochote, michoro haipo. Na Mwenyezi Mungu kwa ukarimu wake ndio anafanya, sio tu kwa huyu kitu cha ajabu kabisa ukarimu wa Mwenyezi Mungu, wallahi, ukifikiria akili zinaruka. Ni mara ngapi Mwenyezi Mungu, watu wanatenda makosa makubwa makubwa kumkosea Mwenyezi Mungu, lakini wanaporejea kwa Mwenyezi Mungu, sio tu anawasamehi, hapana, zile zile dhambi anasamehi, na zile zile anazigeuza zinakuwa salio, unaweza ukatumia upya, yubaddilu llahu sayiatihim hasanat Allah anabadilisha yale mabaya yao, mabaya miji dhambi, kama ilikuwa hamsini inageuzwa thawabu hamsini na msamaha juu. Jamani, Allah afanye nini kwetu zaidi ya hayo? Afanye nini? Afanye nini zaidi ya hayo? Riziki anatupa usiku na mchana, lakini hatuna fadhila na ihsani zetu ni ndogo. Kwa hivyo ndugu zetu katika Uislamu, lengo letu kubwa ni kutanabahishana kukumbushana, kwamba mwislamu ajilee kutekeleza kila fardhi katika Uislamu. Ambayo hatuitekeleza ni ile ambayo iko nje ya uwezo wake, sio ameamua kwa hiari yake. Sisi leo tunakeuka vitu vingi, na utofauti ni mkubwa kati ya sisi na waislamu waliotangulia wenzetu. Leo mtu ukimwambia jambo hili sunna, anaacha wenzetu walikuwa wanafanya baadhi ya mambo kivutio. u, nini kinachowafanya, kinachowafanya wavutia? Sasa ah, bwana, nimeambiwa kwamba hii kumbe ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anafanya. Ukimwambia hivyo mtu anaacha hiyo. Utofauti ni mkubwa sana, kama wanavyosema warabu albaunu shasiu, umbali ni mkubwa sana kati ya sisi wa asiri hizi na hawa wema waliotangulia. Tunahitaji kwa kweli kufanya Marekebisho upya katika mambo yetu, na hasa upande wa amal. Tunasoma vitu vingi, lakini tuko nyuma sana katika amal, na ilmu bila ya amal ni upuuzi mtupu. Ibnu Raslani maneno yake ni maarufu kwenye Zubad, anasema faalimun biilmihi lam yaamalan muadhabun min qabli ubadi lwathan faalimun